Uwa ba, babu nipayas, babu nipate kula. Huku anichuna sana, kila dada mwenye buku babu anataka kidogo, anataka mara elfu ishirini. Ukimkazia napo ndo hivyo anakogana, anakunyima, inabidi utumia akili tu, sijua tena, ndio hivyo maisha, hayahaya haya tu, tufanyeje sasa?